Imani kitakuta lakini chakuwa shauri kitu kimoja. Siku zote nimekuwa nikisema, kwa mfano mzee wangu huyu hapa, huyu yeye mzee alianza kulima, mimi bado sijazaliwa, na mpaka nimezaliwa, nimefika hapa, bado anafanyaje? Analima. Yaani hakuna mtu ambaye ambaye hajui kulima, lakini nyinyi mnachokosa ni kitu hiki kimoja. Kipindi mzee huyu anakuwa, mlikuwa mkipanda mahindi au pamba hata kupika dawa unafanyaje, unavuna chochote. Ukipanda unafanyaje, unavuna. Lakini sasa hivi ukipanda kitu unaweza usivune kabisa, kwa sababu mbalimbali. Cha kwanza kabisa, kambi inasababisha tusifanyaje ezi wa tatu wa wa tano mva inafayi inakata kipindi, nyinyi mnakuwa ulikuwa na mbegu ambayo ukiipanda yani, unaweza ukaingia shambani nalefuka paka hapa, lakini mlikuwa mnalima mnavuna. Hebu ipande sasa hivi kama utavuna. Naona utofauti. Mnaona utofauti, ipande sasa hivi hiyo mbegu inayolefuka paka huku, kama hiyo hivyo vitu ndo maana tuko wataalam kwa ajili ya kuwaelezeni, jamani, tuendelee kufanyaje, kubadilika na kwa sababu mvua mvua itakuwa ni ya miezi hii tu miwili, tuna kidogo. Kwa hiyo nini unachotakiwa kufanya cha kwanza, nakiso mapema, ambazo zinakoma kwa muda mfupi, ndani ya miezi miwili zinakuwa zimeshafanyaje, ziko mwishoni kukoma. Lakini ki kitu kingine tujitahidi kwa kwanza babu ile miogo nyinyi wenyewe mashahidi mvua, hmm. Hata ikigoma namna gani haiwezi kuathirika kama yalivyo mahindi, tunaelewana hapo? yeah. Lakini zao lingine ambalo ni mbadala kwenye chakula ni mtama. Kuna watu wanalima mtama yeah. e. <coughs> mtama na wenyewe hata mvua ikinani iki, namna iki gani hauwezi kuathirika kama yalivyo mahindi, hapo nafikiri Meelewana, si ndio hivyo? Na wengine watauliza hizo mbegu tutazipata wapi? Kuna mbegu, kuna mbegu zinaitwa Stuka, mnazifahamu hasa ile M. Kuna M namba moja na M namba 2. M namba na moja ndio fupi zaidi kuliko M namba 2. Kwa hiyo kwa msimu unaokuja ukipanda M namba moja, utailisha mapema kwa sababu tumeandua mvua zinanyesha miezi miwili, lakini hata ukipanda ile siti chapatu mbili yenyewe unaweza ukaivisha na yenyewe ni miezi miwili na nusu, yani siku sabini na tano inakuwa imeshakomaa. Lakini kingine, watu wa Buzige, hasa Buzige na Kanderema, kuna swala la usajili wa mkulima. Wangapi wana namba ya mkulima? Angalau mmeshakuwa wengi, wengi. Lakini kuna watu wengine wa wanafikiria kuwa namba hii ya mkulima inamhusu tu nani, mkulima wa pamba? Hapana. Sio mtaalamu. Mimi sio mtaalamu kwa ajili ya zao la pamba, mimi ni mtaalamu wa mazao yote. Mtaalamu anayefuatilia zao la pamba kwa ukaribu ni huyu ambaye tumeletewa sawa. Jamani, mimi ni mtaalamu wa mazao yote, na napokuja kusajili nasajili mazao yote. Na kuna wengine wanashindwa kuja kuchukua dawa eti kwa sababu hana namba ya mkulima, sijui ni kwa nini ukija pale kuchukua dawa, hauna namba ya mkulima, nakusajili mimi. Nipo nafanyaje? Nakusajili na tukiita ne, nilikuwa na nilikuwa natembea vitongoji kwa vitongoji, mkialikwa kuja kuchukua namba ya mkulima hamji. Kama alivyosema mwenyekiti pale, mnacheza tu, hamji. Lakini ngoja niwaambie, mwanzoni wakati serikali inaanzisha zoezi la NIDA lilikuwa linawalazimisha kila mtu si a, a, alikuwa na biza zake na hamna aliyekuwa analazimisha kwenda kuchukua NIDA hmm. Lakini sasa hivi yani sasa hivi hata wewe hata kama hutaki kuchukua NIDA, lakini itakulazimu tu uende kufanyaje, tutafuta hmm. NIDA kwa sababu zile huduma zinahitaji nini, NIDA hivyo hivyo, a na na nani la ya kwenye namba za mkulima. Kama kweli wewe ni mkulima, serikali inataka kila kitu ikiweka kwenye nini, kwenye mtandao yani tunataka Mzee Mjuiga ukichukua chupa mbili za, za dawa, na ni rahisi kula, akitaka kuchungulia, anaangalia ah, leo Mzee Mjuiga amepewa chupa mbili za dawa, yupo kitongoji cha Kandelema, na ni kijiji cha Namhula, na ni kata ya kata ya Namhula na wilaya ya Bunda, ndio kinachotakiwa yaani, uwazi ule ndio unaotakiwa na uwaki tukitaka kukuangalia tukitaka kumwangalia msema kweli, tunajua ha msema kweli yuko mlanda, anaeka mbili hizo eka mbili kalima pamba, eka mbili zingine kalima mahindi. Lengo, la, lengo ni nini? Lengo ni kujua kwamba, je, tukitaka kuangalia kata ya Namhula, mahindi waliolima kwa hizo ekari msimu wa vuli wa wa, kutakuwa na njaa? Yani, serikali inataka kuchungulia kwamba Funda itakuwa na njaa mwaka huu chakula cha kutosha hicho tu. Sasa wengine ukimwambia kuandika hekari alizonazo atasema mtakuwa mnadaiwa kodi. Ni nani ambaye alishawahi kuambia, ni nani ambaye alishawahi kudaiwa kodi ya yaai yaani eneo ni la kwako afu wa, wa kuombe wakuombe kodi kwa lipi? Waulizeni huu, mimi nimetokea Sumbawanga, huu mfumo uchanga, miezi 5 mitano. Waulizeni watu wa Sumbawanga kama kama kuna mtu alishawahi kutaiwa kudaiwa kodi naombeni niwaambie kitu kimoja ni au wewe kama una eka tano za, za eneo la kwako yani kiwango kwa chako cha kulima huwa unalima lakini, spio, una eka tano lakini siku hiyo unakusajili ukaandika eka mbili sasa hivi kwenye, kwenye, kuna mbegu za dengu zikaletwa kama huna namba ya mkulima haupati lakini kama wewe uliandika mbili na uwezo wako wa kulima ni eka tano Hautachukua tena, ina maana wewe paka mwakani mwa, <tipi> mm. Eh like, yani hautachukua tena. Kwa mfano labda ya, labda yakiletwa mahindi, mbegu za mahindi, kama wewe ujiandika ekari mbili na uwezo wako wa kulima ni ekari tano, unachukua tu unapewa tu mbegu za ekari mbili, hauwezi tena kuchukua tena, usubiri msimu ujao. Mnanielewa? Kwa hiyo sasa, jamani, sio kwamba unaposajiliwa labda Hey, hey. Na maana kama wewe unauzia shilingi elfu kumi na saba ukiwa na namba ya mkulima, utaenda auzo, utainua shilingi elfu kumi na nne na mia tano Ile elfu mbili mia tano inayobaki serikali inafanyaje? Inakulipia. Lengo ni nini? Tunataka mzalishe chakula cha kutosha, kusiwe na njaa. Wazee wangu, mtanisaidia, kukiwa na njaa nyumbani mpuliki, na mama zangu kwenye familia, kukiwa na njaa hakuna maelewano, unakuzalia tu watoto. Lakini kama na la mia nane hela inayokelea inayo serikali watafanani watakulibia, ndo faida ya hiyo namba ya mkulima. Ndio maana kila mkulima anatakiwa awe nayo. Hata kama we aulimi pamba lazima utanunua mbegu, lazima utanunua viuatilifu, lazima utanunua nini, mbolea. Kwa hiyo hicho kitu ni cha msingi mno. Mnanielewa jamani? Nisitake kuwapotezea muda sana kama kuna jambo, kama kuna swali lakini naomba nimalizie kwanza hapa. Najua kijiji chetu kuna wakulima na wafugaji, sindio hivyo? na wakulima na wafugaji, sasa ningependa kuwashauri wafugaji, kama unapenda kufuga, ninashauri uwe na eneo la kufanyaji na kufungia, ninashauri uwe na eneo la kwa sababu toka mimi nifike ni, ni hapa mwezi wa saba mpaka sasa hivi nimepokea <coughs> kesi nyingi sana za, za ng'ombe kula ma, ma, mazao ya mtu mwingine sawa. So, jamani, kwa hiyo ninashauri uwe na eneo la kufanyaji la kuchumbia. Lakini hata baada ya kuvuna naona hayo mabua yale, baada ya kuvuna mahindi ni vizuri tukafanyaji tukayatunza kwa sababu najua Kuanzia mwezi wa kumi pale wa kumi na wa kumi na moja nyasi hata hizi huwa zinaisha kabisa, lakini kama ujatunza ng'ombe wako watakuwa wanaokota pale nyumbani, unaokatia kidogo wanakula, halafu wanaenda kuokota nani polini. Kwa hiyo nawashauri sana, kama unafuga ni vizuri ukabaki